Mtazamaji, zaidi ya maafisa waliostaafu 145 waliokuwa wafanyakazi katika manispaa ya Kitale iliyovunjwa, wametoa wito kwa jaji mkuu Martha Koome na spika wa bunge la seneti Amason Kingi kutathmini kwa kina barua walizotuma kwao wakilalamikia kucheleweshwa kwa haki ya malipo yao ya kima cha shilingi milioni 95 hata baada ya mahakama kutoa uamuzi wa wake mwaka 2005 na tano. Wakizungumza kwenye mahojiano na wanahabari mjini Kitale, wazee hao wakiongozwa na katibu wa maafisa waliostaafu Kennedy Odwor wamelitaja suala hilo kuwa ukatili wa kiuchumi kwa watumishi wa umma waliotoa huduma zao kwa uaminifu mkubwa. Kwa upande wake mwenyekiti wa maafisa hao Festus Kisikwa amesema kwamba tayari maafisa 46 wameaga dunia kutokana na maisha magumu, matatizo ya kiafya na kifedha, wafadhaiko, huku watoto wao wakishindwa kuendelea na masomo. Because tulitembea kule nje, mahali tu penye tungelipata haki mahakamani, kama mahakama inatumika kutunyanyasa sisi. Haki tutaipata wapi? Kwa hivyo tunaomba tu haki yetu ikaweze kutendeka, kwa sababu tumeteseka, watoto wetu hawajasoma, wengine wamefungiwa nyumba, wazee wengine hata wa, wa, yani wamekaa maisha ya uchochole, hawana maisha mazuri kwa hizo pesa. Loya achatueleza amepewa ngapi, simepaki ngapi, tunashangaa vile jaji anasema

Na, mtazamaji, kwa hivi sasa tunapumzika kidogo, na baada ya muda usiokuwa mrefu utarudi na mengi zaidi. Usiende mbali.